Kwa majina naitwa Bianameri Lalion Tamirweki. Eh, mkazi wa hapa Mwanza, wilaya Ilimela, kata Kawekamo. Tangu nikiwa mdogo nilikuwa natamani kuwa kiongozi. Eh, nimeona viongozi wanawake wamenipa moyo, kama rais wetu jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassani ametupa moyo, sio mimi tu, ila bali wanawake wengi, na nadhani sio mimi tu wa pekee Tutegemee wanawake asilimia kubwa sana endapo nitapata ridhaa wana, e, kuj, ya kuchaguliwa, niko tayari kuwatumikia wananchi e, kujituma kujinyima, am here for the people. Kwa hiyo wategemee mambo mengi kutoka kwangu, wawe na imani na mimi. Ninachoweza kuahidi kwa ni kwamba nitawatumikia kwa moyo mmoja, bila kujali huyu ni nani, huyu katoka mlengo gani. Ukishanichagua mimi nitakuwa owote e, kichama sijawahi kuwa kiongozi, lakini nimekuwa kiongozi kwenye magrupu labda ya WhatsApp, ya kama Samia lizim vijana mia na Samia magrupu mengi sana, nimekuwa mwenyekiti mwenyekiti wao. Pia shuleni nimeshakuwa kiongozi e, mpaka sasa hivi ndio najiandaa sasa kuingia kwenye siasa rasmi.